Sadaka ni shina la matokeo. Kila matokeo unayoyapata kwenye maisha yako chanzo chake ni sadaka. Sadaka huenda sambamba na matokeo, matokeo ulionayo yanaenda sambamba na sadaka. Sadaka hulazimisha vitu kutokea. Kuna mambo mengine unaweza ukajaribu kuomba, ukajaribu kufunga, alafu yakawa yatokei, lakini sadaka inalazimisha. Sadaka ina fosi mambo kutokea. Sadaka ni kanuni ya kufungua malango. Ukiwa vizuri kutoa, milango inafunguka vizuri. Ukikataa kutoa, maana yake ume malango kufunguka, kwa sababu sadaka ni ufunguo wa malango. Milango ya baraka inafunguka kwa wanaotoa dhabihu. Milango kufunguka sio bahati mbaya wala bahati nzuri. Milango kufunguka ni kanuni ya Kimungu, na kanuni hiyo ni sadaka.